Watu wasiopungua saba wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia shambulio la kombora lililotekelezwa na Urusi usiku wa kuamkia leo katika eneo la Kyiv, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Ukraine, Ihori Klimenko. Kupitia ujumbe katika mitandao ya kijamii, Klimenko alisema kuwa mashambulizi hayo yamelenga maeneo ya makazi, hospitali na miundombinu ya michezo na kusababisha uharibifu mkubwa mea wa Kyiv Vitali Klitschko alieleza kuwa watu sita kati ya waliofariki walikuwa ndani ya jengo la ghorofa jijini humo huku wengine 22 wakijeruhiwa. Aidha, mtu mmoja ameripotiwa kufariki baada ya droni kulenga hospitali katika jiji la Bila Tserkva kusini mwa mji mkuu. Idara ya dharura nchini Ukraine imechapisha picha za wakazi waliokuwa na mshangao na hofu wakiondolewa kwenye jengo lililokuwa linaungua. Jeshi la anga la Ukraine limethibitisha kuwa mashambulizi hayo ya karibuni ya mehusisha jumla ya droni 352 na makombora 16 yaliyolenga zaidi eneo la Kyiv. Urusi imeongeza mashambulizi yake ya anga dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine katika wiki za hivi karibuni kwa kutumia wimbi kubwa la makombora na ndege zisizo na rubani kwa lengo la kuuzidi uwezo wa ulinzi wa anga wa Ukraine. Taarifa zinasema kuwa wanajeshi wa Ukraine wanapata changamoto kubwa katika kuyazuia mashambulizi hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kuelekea London kwa mazungumzo na Waziri Mkuu wa Uingereza Chris Starmer kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia kusuluhisha vita hivyo vya zaidi ya miaka mitatu zimekwama huku mashambulizi ya Urusi yakiongezeka na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa hususan katika mji mkuu wa Kyiv.